Bwana Shabani bwana, kuna mtu alikuja akaripoti kabla yake ile. <laughs> Bwana alivyoona jina linafanana tu, yeye siku hiyo hiyo akafunga safari akaja kuripoti. mbona sio wewe? Ah, ndo mimi. Kwa <laughs> <O> Shabani bwana, lakini <laughs> yote kwa yote hakuwa na maana mbaya, alikuwa anachangamkia kazi kwa kweli na yeye pia tunampongeza, vinginevyo <laughs> Shabani, ungekuja bwana kuta nafasi imezibwa sasa nini tena, lakini haikuwa riziki yake. Riziki yako kama ipo ipo tu, lakini kiukweli tumpongeze kwa sababu hakulala, yaani yeye alivyoona ya <laughs> vyombo vya usalama vikasema tumkamate, ah, ah, hana makosa yeye, ameona jina linafanana, sasa kwa nini tumkamate rasi <laughs> hana makosa, tunampongeza kwa unyenyekevu tu. Bahati mbaya bwana, hukuwa wewe. Nyaraka na dokumenti tulizo nazo za mteliwa wetu ni hizi, hazifanani na wewe. Majina mawili yanafanana, moja sio la kwake, kwa ndicho kilichotuokoa vinginevyo tungefikishana mahakamani, lakini yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini Shabani ambayo Mheshimiwa Rais ametuletea ni huyu, sio yule. Kwa nyote, nirudie kusema nawapongeza sana.